Watazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese. Uhali gani popote pale ulipo? Ninakusalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mimi ni Mera Bubira Kashe kwa nyuma ya kamera, ni afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na leo tuko shuleni Karagwe. Hii wa wale wa zamani na wa sasa wanaita Karaseco, Karagwe Sekondari, ambapo ni katika mahafali ya ishirini na tano ya kidato cha sita. Mimi ninaomba moja kwa moja nikupeleke ukumbini kwa wanafunzi wanaohitimu kidato cha sita ambao wapo thelathini na watano, wakimba wimbo wao wa kuaga na baada ya hapo nitakwambia tutaelekea wapi mfuatiliaji na mtazamaji, sasa tusikilize risala kutoka kwa wahitimu wa kidato cha sita. Kwa kipindi chote cha miaka miwili tuliokuwa hapa tumeweza kupata mafanikio katika nyanja mbalimbali mbali. mafanikio hayo ni kama yafuatayo. Taruma ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kufanya mitihani mbalimbali ya kutosha kutoka ndani na nje ya shule na kupata matokeo mazuri. Kwa mfano tulifanya mtihani wa kandaziwa ambapo tulipata daraja la kwanza na la pili tu. Pia tulifanya mitihani ya prenation na matokeo yalikuwa mazuri, ambapo wanafunzi ishirini na mbili walipata daraja la kwanza na wanafunzi kumi na tatu walipata daraja la pili tu. Hiyo ni ishara ya kwamba tutapata matokeo mazuri katika mtihani wetu wa taifa. Ndugu mgeni rasmi, matokeo yamechagizwa na jitihada za wanafunzi, walimu na watumishi yote, na matumizi ya kompyuta katika kujifunza, kwani shule inayo inazo kompyuta za kutosha. Pia tumepata fursa ya kufanya ziara za kimasomo, yaani study tour, ndani na nje ya wilaya kwa ajili ya kuongeza maarifa. Pia shule inazo maabara za sayansi na maktaba ya vitabu kwa kila somo navyomwezesha kila mwanafunzi kupata maarifa mbalimbali dini. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imefanikiwa kutoa huduma ya kiloo na kimwili na kiimani, kutokana na kuwepo ratiba nzuri kwa kila wanafunzi kushiriki katika shughuli za kidini. Mathalani, ratiba ya siku huanza na kumalizika kwa ibada ya pamoja. Yani, morning and evening devotion. Mkuu wa shule hii anaitwa Mchungaji Yusto Bwatota, naye akatoa nasaha zake kwa hawa wanafunzi wanaohitimu leo. Lakini kwa ninyi wanafunzi mnaohitimu kidato cha sita, kidato cha sita mpo, hakuna e, aliyefanikiwa pasipo kumtegemea Mungu. Kwa hiyo mtakapokwenda kokote, mtakakokwenda, najua mtasamu kutoka hapa, hakuna atakayebaki pasipo kwenda chuo kikuu, mtakwenda. Mkienda chuo kikuu, maisha yenu yawe ni ya kumtegemea Mungu. Tuna watoto wa Kiislamu, mmelelewa katika misingi hiyo, watoto wa Kristo, mmelelewa katika misingi hiyo. Endelea kumtegemea Mungu, ndiye chanzo cha mafanikio. Mtakumbuka tulivyotembea kipindi chote cha kuwa hapa. Dumuni katika malezi ya jinsi hiyo. Lakini pia jambo la pili, mtambue popote mtakapokwenda, wanangu, jueni kwamba matokeo mazuri hutokana na jitihada, jitihada. Kwa hiyo kule kuamka mapema msikuchukie. Mfuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya ELCT Karagwe Diocese, ninaomba nikupeleke moja kwa moja kwa Mchungaji Yared Wakami. Huyu ni msaidizi wa askofu, lakini mahali hapa yeye ni mgeni rasmi katika mahafali haya. Je, ana nini cha kuambia wazazi na walezi wa wanafunzi hawa wanaohitimu, lakini wale ambao wanawaza pa kupeleka watoto wao? Karibu umsikilize. Hapa shuleni hatufukuzi wanafunzi kwa sababu ya matokeo, hatufukuzi. Badala yake tuna washukuru walimu na watendakazi wote kwa ujumla. Na risara kwa kweli imesemea vizuri kwamba wanabaini, wanaibua vipawa, vipaji na kuhakikisha wale wenye kuhitaji msaada wa zaidi wanaupata na matokeo ya wote yanakuwa ya kufanana. Tunawapongeza sana. Kama mtu amekuwa na uwezo wa kupata divisheni 3 akielekezwa, atakuja 2. Kama ana uwezo wa 2 akielekezwa, atakuja 1. Na shule hii tumeyashuhudia hayo sana, kwa sababu wapo wanaoondolewa kwenye baadhi ya mashule eti kwa sababu hajapata 1. lakini wanapoondolewa kule, sisi tunawapokea na maazimio yetu ni kuwawezesha, maana wanastahili na wana haki ya kupata elimu. Mara baada ya kutoka huko kote, ninaomba nikupeleke moja kwa moja katika burudani, na hapa ni kikundi cha ngoma Rugu, lakini kwa mbali unaweza kuwaona wachungaji na watumishi wa shule hii wakifurahia ngoma ya asili, ngoma ya Kinyambo. Mimi ni Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa Dayosisi ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Asante na kwa heri kwa sasa. sama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.